Tuna kushiriki katika ziara hii ambayo nimekuja kukagua miradi pamoja na wajumbe wakuu. Sisi tumepewa fedha na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kikubwa tuwajibike kusimamia. Tulivyoona mradi huu haujatufurahisha. Sasa maelekezo ambayo ninayatoa ni kwamba wale mafundi kuna mawili: warudishe fedha walizopewa au tuwape wiki moja wafanye marekebisho yote kadri inavyotakiwa na injinia kwa gharama zao wenyewe. Ya pili, waturudishie fedha sisi, tutafute mkandarasi mwingine zote. Sasa nianze na John na Michael. Ni lipi mnaona rahisi? Fanye marekebisho? Hawapo. Wiki moja mfanye marekebisho, lakini kingine hao OCD watakaa kwako pale, hayo waliyoyasema asubuhi watachukuliwa na mkuu wa TAKUKURU, wayaandike kwa maandishi kwamba watafanya marekebisho kwa gharama zao na kwa uzembe waliosababisha na hasara. Wanaenda wanakaa pale kituoni, lakini kama nilivyoelekeza, watendaji wengine wote wachukuliwe hatua. Tutafanya uchunguzi kwa nini unakuwa mzembe kusimamia shughuli ambayo wewe unawajibika. Tumeelewana? na mkurugenzi, pamoja na injinia, hakikisha mkurugenzi, mtu anatoka ofisi ya injinia kusimamia kile ambacho kinatakiwa kuwa kwa ubora ambao yeye anajua kwamba ni standard ambayo inatakiwa na serikali. Kila siku wawepo, ili Michael na John wasituambie hapa tumerekebisha, hapa tumeharibu. Kwao mkurugenzi, wape barua, mimi nipate nakala. Tunaelewana, lazima tubadilike kusimamia miradi, pamoja na kwamba wanapewa adhabu, lakini wataendelea kusimamia marekebisho yatakaokuwa yanafanyika siku hadi siku. <coughs> waandike maelezo kwa nini mradi umefika hapa. Hawasimami, haiwezekani. Dr. Samia Suluhu Hassan anatupa na fedha tunashindwa kusimamia kwa ubora. tarehe moja, lakini hiyo wiki moja tuliyowapa, fanyeni marekebisho kwa gharama zenu, vinginevyo rudisha fedha zetu zote. Sasa hamwezi kuanza leo. Watendaji wa serikali, tusimamie miradi. Tuache mazoea. Huku chini hatusimamii miradi huku chini, tunaelewana vizuri watendaji wa vijiji na kata. Ukisikia kwamba kuna shule imeletwa kwako, mratibu elimu kata, simamia ile shule.